Nikiwa nimekita kambi ya muda katika mji wa Mpeketoni ambapo shughuli sherehe ya Pasaka zinaendelea. Shughuli hapa zimeshika tamu zaidi, hasa katika maeneo mbalimbali ya kanisa mbalimbali mbali. Hapa jana wa Kristo waliungana kwa pamoja kuadhimisha siku ya Ijumaa Njema ambapo inaashiria mwanzo mwema wa Jumatatu ya Easter inayotarajiwa siku ya Jumatatu wiki ijayo. Viongozi wa kidini wamewasii viongozi serikalini kuondoa tofauti zao badala yake kuleta mabadiliko nchini jambo ambalo kila Mkenya anasubiria kwa hamu na ghamu, kuona kwa kwamba viongozi ndio nguzo kuu ya jamii zetu hapa nchini. Pia vile vile kiongozi wa taifa ameweka, aliweza kutoa heri yake njema ya Pasaka kwa Wakenya kwa kuwaombea madereva kuzingatia sheria zote za barabarani ili kuepusha ajali zinazoweza kutokana na msimu zinazoweza kutokana na msimu huu wa Pasaka. Nikiripotia mubashara Shabaha kutoka Mpeketoni, kaunti ya Lamu, na kwangu jina niite Kaka Kieni, masalam nikirudisha usikani kwako studio.